Wafugaji wa punda eneo la Oletukat wamepata mafunzo ya kutengeneza shanga za kisasa kama njia ya kukabiliana na masoko mapya yanayojitokeza nje ya taifa. Samuel Chege, afisa wa mpango kutoka shirika la Farming System Kenya, amesema kuwa shirika lake linawapa wanawake mafunzo juu ya mitindo mipya ya utengenezaji wa shanga ili waweze kunufaika na mauzo ya ndani na ya kimataifa kufuatia marufuku ya serikali dhidi ya uchomaji wa makaa kwa wingi. Wakulima wa punda katika eneo la Oletukat, Kaunti ya Narok wamepokea mafunzo ya utengenezaji na biashara ya shanga kama njia ya kubadilisha vyanzo vyao vya mapato na kuwa na maisha bora. Masomo ya leo maana ni kwa maana Kenya wanatufunza ni vitu za kisasa. Hata pia kuchana ni rahisi. Eh, ni mzuri tumeshika juu, tumefanya hiyo mazoezi, si ngumu. Ile ningeomba waweze kututafutia soko mali za USA. Shanga inasaidia sisi kununua punda, ndio sisi nafanya kazi ya shanga. Wanawake hao awali walikuwa wakijihusisha na biashara ya makaa, sasa wamenufaika kwa faida wanayopata kutokana na utengenezaji wa shanga, huku faida hiyo ikinunua chakula na kuwapeleka watoto wao shuleni. tulikuwa tunafanyia kupunda kubeba makaa. Lakini wakati ilipigwa marufuku na George na tembea. Omonda tulirudu kuja kuchona mashanga. Mama tunasaidia na punda, tunapeleka makaa, tunaenda town tunauza, tunanunulia watoto wa chakula, pia tunarudisha hiyo pesa na tunapeleka kuni hata kuni tunauza, alafu tushunge naye watoto, tupate fees, watoto aende shule. Na pia hiyo kasi nyingine tunafanya ni ya shanga, tunashona wakina wa mama tunapeleka soko, tunagawanya hiyo pesa mara tatu, ya, ya shanga na ya chakula ya watoto na pia ya kurudisha kikundi. Samuel Chege, afisa wa mpango kutoka shirika la Farming System Kenya, alisema kuwa shirika lake linawapa wanawake mafunzo juu ya mitindo mipya ya utengenezaji wa shanga ili waweze kunufaika na mauzo ya ndani na ya kimataifa. Farming Systems Kenya, tunafanya kazi ya kuchunga mnyama punda na kuangalia maslahi ya mwenye punda na siku ya leo tuko hapa katika eneo la Oletukat area katika kaunti ya Narok, tunawafunza jinsi ya kushona shanga. Tangu jadi tunajua wa mama wa Masai wanajua kushona shanga sana, na ni moja wapo ya income generating activities zao. Na katika kikundi hii ambayo tuko nayo siku ya leo tuko na vikundi viwili ambavyo tumekuja na mwalimu aweze kuwafunza jinsi ya kushona shanga ambazo ni modern ambazo zina fetch a lot of money kwa soko na lengo letu ni kupunguza ile burden ambayo punda anafanya katika jamii. Sana sana, punda tunajua anafanya kazi ya kuchota maji, kupeleka kuni sokoni, kupeleka makaa, kupeleka mazao ya shambani sokoni. Kwa hivyo, tukiwa introducea mambo ya shanga tunaweza kupunguza ile burden ya punda waweze kuwa na more livelihood income, ama kuongeza mapato yao ya nyumbani na pia katika kikundi chao. Kwa hivyo, siku ya leo tuna promote mambo ya beadwork. Ndiposa tupunguze ile badani ambayo punda anafanya kati